Hapa ndiko na Albert, hii nyumba babake na jengo. I think ni ile nye government imesimamia eh, so unaona wanajaribu kufanya fitting ya milango na madirisha ndio waone mikakati itakuwaje ya kuzika. Ile ndio nyumba yake. Hmm. Hmm. Oh, ile pale chini ndio umefika leo, okay.

amesaidia ame, ame, ame wakenya sana kwa kutetea wananchi hmm. amejaribu sana kuingia pale lakini wamemkataza, naona sahii cool. ako old so anaona hata kusimama hii next election. Hmm. hakuna haja hmm. lakini wajaluu sasa so, so, wengine hmm. wanamkashifu we unasimama una, una, hmm. una win hmm. so guys, hapa ndio kwa kina Albert. Hii ni nyumba ya baba ya Albert Gladys Wanga wanasema yeye ndio wa eh, authorized kila kitu is happening according to. Mm-hmm. First meeting ananiambia pastor amemtembelea, huyo bishop amemtembelea, tungojee kidogo tuone anasemaje, mm. I think ndio mwenye gari ya black mm.